Kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars kikifanya mazoezi yake ya mwisho kujiandaa na mchezo dhidi ya timu ya taifa ya Morocco hapo kesho majira ya saa tatu na nusu za usiku kwa muda wa hapa Morocco, lakini kwa Tanzania itakuwa ni saa sita na nusu usiku. Kama unavyotazama nyuma yangu, kikosi hiki kinaonekana kipo tayari kwa ajili ya mchezo huo, mchezo muhimu sana kwa timu ya taifa Tanzania, kwa sababu endapo itapata matokeo chanya hiyo kesho, watajiweka vizuri katika kundi, kundi ambalo lipo na timu ya taifa ya Morocco ambao wanaongoza kundi wakiwa na alama kumi na mbili, akifuatiwa na Niger akiwa na alama sita na timu ya taifa ya Tanzania wakiwa na alama sita katika kundi lake. Hivyo ni mchezo muhimu sana kwa timu ya taifa Tanzania kupata matokeo katika mchezo huo. Mchezo huu unatarajiwa kuchezwa katika uwanja wa manispaa ya hapa Ujda ambao hupo kilomita tano tu kutoka katikati ya mji huu wa Ujda na una capacity ya kuingiza watazamaji elfu kumi. Hivyo ni shime kwa Tanzania kuiombia timu yao ili iweze kupata matokeo mazuri. Tumepata nafasi ya kuzungumza na mchezaji mmoja mmoja. Unaona kila mchezaji ana uhitaji mchezo huo, ukizingatia timu ya taifa ya Tanzania kwa siku za karibuni imekuwa ikifanya vizuri kwenye michezo yake ya kimataifa. Mchezo utakuwa ni mgumu kwa sababu wana timu nzuri, wana wachezaji wakubwa ambao wanacheza vilabu vikubwa. Kwa hiyo hatuna sisi, tuna timu nzuri, tuna wachezaji pia wakubwa, kwa hiyo sisi cha msingi kwenda kupambana ni kupata matokeo katika mchezo wa kesho. Mnabeba kwa uzito wa aina gani? Uh, tunabeba kwa uzito mkubwa, kwa sababu sisi tumetumwa na Watanzania, Tanzania je kuja kuipambania Taifa Stars. Kwa hiyo sisi kama wachezaji tutapambana kadri uwezo wetu kesho, ili kupata matokeo. Vile vichwa vikubwa kwa wanacheza huko wanacheza huko, haviapi hofu ya wote? Uh, sisi tupi hofu tupi hofu kama mchezaji kadri yetu kupambana, sio <muchilio>